Mtazamaji wa Nyikani TV Afrika, asante kwa kuendelea kuwa pamoja nami katika tafakari mbalimbali mbali, na habari na matukio mbalimbali mbali ambayo yanaendelea kupita katika chaneli yetu hii ya Nyikani TV. Ni kuombe kwa yule ambaye bado hajasubscribe, usubscribe ili kila taarifa ambayo itakuwa inachapishwa ama maudhui ambayo yatakuwa yanachapishwa hapa Nyikani TV uwe pia ni mtu ambaye unayapata kwa wakati, lakini ni wape pole wale wote ambao wanayo mashaka kwa namna moja ama nyingine katika maeneo yao wanayoishi kutokana na hali mbalimbali mbali za kibinadamu ambazo zinajitokeza. Sasa leo nimeona kwamba tuzungumze jambo moja. Jambo la mashaka. Nimejaribu kuzungumza na watu wengi kwa njia za simu, kwa njia za ana kwa ana, kwa njia za maoni mbalimbali mbali. Walio wengi wana mashaka. Utajiuliza ni mashaka ya aina gani? Hata wewe mwenyewe mtazamaji, hapo ulipo, yawezekana unayo mashaka. Jambo la kwanza, tukianzia kwenye masuala ya uchaguzi nchini Tanzania, ambao unatarajiwa kwamba utafanyika tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Wanaojiandaa kwenda kutiki, baadhi wanaonyesha mashaka na wale ambao wanasema kwamba hawataenda kutiki, nao wanaonyesha mashaka. Kwa namna gani? Wanaosema wanaenda kutiki wanaonyesha mashaka kwamba labda huenda kitu kinachoitwa kutakuwa na maandamano siku hiyo yatawaretea mashaka, mashaka, na ndicho kinachowatia mashaka, na baadhi wanaosema kwamba hawataenda kutiki, nao wana mashaka kwamba labda huenda nao wakakabiliwa na jambo ambalo linawatia mashaka. Lakini jamii yetu mahala ilipo, kutokana na taarifa mbalimbali zinazozidi kuenea kuhusiana na jambo la kutekwa watu, watu wengi kunatutia mashaka, naamini hata wewe mtazamaji kuna kutia mashaka. Juzi tu zimetoka taarifa kwamba aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba ndugu Humphrey Polepole kwamba amevamiwa na kutekwa ama kutowekwa wame, watu wao wametoweka naye mpaka leo haijulikani aliko. Jambo hili linawatia watu mashaka, na wapo baadhi ya viongozi ama wanachama wa Chama cha Mapinduzi wakikumbuka kwamba Humphrey Polepole alikuwa msemaji wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa, lakini hakuna hata mmoja mwanachama wa Chama cha Mapinduzi anayeinua ulimi wake kukemea kwa namna moja ama nyingine kuhusiana na masuala ya utekaji kwa jumla ama hili tu la Polepole kunawatia mashaka, lakini ninaamini mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Sulu Ambaye ni mheshimiwa rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Endapo ataamua kusema jambo lolote kuhusiana na kukemea jambo hili, wanachama wengi wa chama cha mapinduzi nao watamuunga mkono kwa sababu kwa sasa wana mashaka. Tukumbuke, Rais Samia alipokuwa anavunja bunge pale Dodoma aliwaelekeza jeshi la polisi kuongeza juhudi za kudhibiti matukio ya namna hii ya utekaji. Wabunge walimshangilia sana, lakini wakati huo huo, akiwa ndani ya kikao cha Chama cha Mapinduzi alivyoeleza kuhusiana na kutowachagua akina Gwajimanize, napo pia walishangilia, lakini mioyo yao ikawa na mashaka. Sasa tufanye nini? Nadhani kilichobaki kwa muda huu tumuombe Mungu atupunguzie mashaka, kwa sababu wanadamu tunaowategemea kutupunguzia mashaka wamekaa kimya. Sasa tumuombe Mungu atupunguzie mashaka. Kila mmoja kwa namna yake amwombe Mungu wake kumpunguzia mashaka. Na baadhi, kuna matukio mengi ya kitaifa ambayo yanaendelea, baadhi ya watu wanaogopa hata kusogea kwenye matukio hayo, mfano matukio ya mwenge, matukio ya viongozi mbalimbali mbali kufanya um, shughuli fulani za kiserikali, mradi kuna mikusanyiko. Baadhi ya watu makini, wengi wao wanaogopa hata kusogea maeneo hayo, kwa sababu wana mashaka. Hivyo nimeona nijitokeze mbele yako, ili tuelezane na tutafakari kwa pamoja jambo hili la mashaka. Tumuombe Mungu atuondolee mashaka na tumuombe Mungu pia wale ambao tunategemea kutuondolea mashaka, Mungu awape moyo wa hekima watamke neno ili kutuondolea mashaka. Mtazamaji, nawe unaweza kutoa maoni yako hapa, hapa kwenye comment selection, hapa chini ya video hii kueleza, je, wewe unayo mashaka au hauna mashaka? Kama unayo mashaka yako yanatokana na jambo gani? Lakini naomba sote Mungu atulinde na atuondolee mashaka, atupe imani ya kusonga mbele. Karibu kwa maoni yako.